What's going on everybody? 254 UG Uganda wize. Ikusiana na msanii wa Bongo Fleva. Eh, bwana, bwana mkubwa Jux ameachilia rasmi EP yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la "A Day to Remember", kazi maalum kabisa a kuweza kuadhimisha ndoa yake pamoja na mpenzi wake ambaye anafahamika kwa jina la Priscy. Kupitia ukurasa wake wa kijamii e Jux ameweza kusema kwamba EP hiyo ni zaidi ya muziki. Ni zaidi ya, ya mapenzi yao ikieleza safari ya mahaba, utamaduni na furaha yao eh, kama wanandoa. Ipi hii imeshirikisha baadhi ya wasanii eh, vile utoand kutoka Nigeria lakini pia kutoka Tanzania ikiwemo na michanganyiko eh, vipande tofauti tofauti, Afrika Mashariki na e watarishaji ambao wamesimamia kazi hii ambao niyawi Aykbeats lakini pia huku e, mixing pamoja na mastering ikiwa imefanywa na Lizer Classic. Kwenye ujumbe wake, Jux ameweza kumshukuru mke wake, lakini pia familia e, timu pamoja na mashabiki ambao wameungana e, katika kusupport kazi ambayo e, bwana mkubwa Jux akiendelea kuzifanya e, hata huku ambazo zimepita lakini hata hii ambayo ameiachilia. Ameshukuru mashabiki zake, lakini pia e, hata familia yake. Wewe ambaye hata pia sahivi, sasa hivi unaendelea kuisikiliza sasa online digital, basi nataka nikujuze tu kwamba EP ya A Day to Remember basi imeshatoka, inapatika na inapatikana katika platform tofauti tofauti. Wewe unaweza ukabang na mziki mzuri wa Juksi. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha kadha wa kadha, coch